Nilitamani sana nishiriki kwenda kupiga kura. Ndani ya nyumba hii ndogo ya makazi ya Festo Lusasi, muda mwingi hutumia kitandani, ndipo anapopokea wageni na hapa ndipo anapofuatilia matukio yote ya kitaifa kupitia redio yake ndogo na runinga. Wazazi umewadia wasalamu za wagonjwa, leo tunawapa pole Kutokana na hali yake ya ulemavu, na hapa anapoishi ni mahali ambapo wamesaidiwa kuishi, kwani hana ndugu wa karibu. Nilikuwa natamani na nami nishiriki, lakini nilishindwa. Kipindi kile wanaandikisha vitambulisho vya mpiga kula, nilishindwa kwenda kwa sababu ya hali yangu hii, kwa sababu na matatizo ya mgongo, na ni muda mrefu kwa kweli, miaka thelathini na tatu sasa na ile misukosuko niliona nimeshindwa kuweza kupata, lakini nilitamani sana nishiriki hili zoezi la kupiga kura. Festo anakumbuka akiwa mzima wa afya alikuwa mshiriki mzuri wa masuala ya siasa kabla ya vyama vingi. Nilikuwa nikishiriki katika mikutano, kusikiliza sera za wagombea. Kwa mara ya mwisho nilimchagua Rais Mwinyi wakati huo, lakini toka hapo sijashiriki tena kuchagua uchaguzi wote, kulingana na matatizo haya niliyokuja kuyapata. Matamanio ya Festo ni kuona katika siku zijazo kuna kuwepo na utaratibu wa walemavu wenye hali kama yake ambayo inahitaji uziada ili kuweza kuvifikia vituo vya uandikishaji ama vya kupigia kura. Imeshindwa hata kushiriki katika mikutano, kusikiliza sera za wagombea, kwamba wanada nini watu, sera zao zikoje, kulingana na mazingira yenyewe alo kukosa urafiki wao, wangeweza kutufikia watu kama sisi hata kuja kutuandikisha hata majumbani kama hivi, maana tunapenda kushiriki, lakini inashindikana kwa sababu ya hali tulizonazo. Festo Lusasi alikuwa dereva taksi kabla ya kupata ajali akitoka kufuata mwili wa mke wa rafiki yake huko Idodi. Tangu wakati huo maisha yake yamebadilika kwa kiasi kikubwa, kwani hana msaada wa ndugu, hali inayomuia vigumu kuendesha maisha ya kila siku. Muhammad Nyaulingo.